namna ya kushawishi, sababu semina yetu inawahusu viongozi na namna ya kuwasimamia vikundi, kutafuta namna ya kuwasaidia kuzifahamu tabia na sifa za watu wanaowaongoza ili kuwasaidia, ni vizuri wazijue sifa zao na namna ya kuheshimana kundi kubwa la kuwafukuza wanavikundi kwenye vikundi kwa sababu ya, ya changamoto za uwezo na taarifa hafifu walizokuwa nazo viongozi. Kwa hiyo kazi kubwa ya leo ilikuwa ni kuwajenga na kuwaimarisha au kuwaimpawa viongozi waweze kuishi na wanachama kulingana kumitua, hata mw. na tabia zao bila kumtoa hata mtu. Kila mmoja anastahili kuzienjoy na kufurahia fursa za kikundi, lakini ni mpaka kiongozi ki wa kikundi awe na uwezo. Kwa hiyo tulikuwa tunawajengea uwezo wa namna ya kuishi na watu bila kubagua wala kumchagua, sifa iwe mbaya iwe nzuri, lazima uhimili uweze kuishi nao, ili tuweze kujenga taifa letu tuna eh, na umoja zaidi ya saba ambayo kila umoja ulileta mwenyekiti, katibu, kazini na nidhamu kwa ujumla idadi yetu ni zaidi ya kwa ujumla wake kwa eneo ambalo ambayo wao wanishiriki na tulikuwa tukisisitiza sana kwenye eneo hilo kwamba kwa mfano Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Masanii angeanza kuwabagua na kuwachagua wananchi wake wengi wasingekuwepo, lakini sisi lengo letu ni kila mmoja aweze kushiriki. Kwa hiyo tulikuwa tunawapa mbinu na mikakati ya namna ya kuwasaidia waendelee kuwa wanachama kwanza, wenye nidhamu hasa kwenye masuala ya fedha, kukopa na kurejesha kwa uangalifu Nafikiri kuanzia leo oakaua na vikundi vyetu na namna wote likua ajipanga. Tulizingatia sana changamoto ambazo tunazipokea kwenye vikundi mbalimbali inaokusanki. Kwa hicho ambacho tumejifunza, hii dozi, tuna uhakika itasaidia kupunguza changamoto kubwa ambazo zimekithiri kwenye vikundi watu wengi kwenye vikundi wanakosa sifa. Sasa tuko tunajaribu namna tuwasaidia na vikundi waendelee kuongezeka badala ya kupungua. kwa jamii vito tulianza, kama taasisi tunamiliki miradi mikubwa ya mashine